Man yaktul nafsahu wajazauhu fil akhirati, yani khuturatu uhatari. Man yaktul nafsahu, ya yule ambayo man, man yaktalu nafsahu, ya yule ambaye atajiua mwenyewe wa jazauhu, na malipo yake fil akhirati. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ni kwamba mwanadamu aelewe ya kwamba nafsi aliyonayo katika kiwiliwili chake si nafsi yake, ni nafsi ambayo anayo kwa kutumia uhai wake. Allah amempa amana kwa muda maalum. Mtume salallahu wasalam anasema umati wake wataishi miaka sitini au sabini alafu wachache wakipita hapo ni zawadi. Mtume salallahu alehi wasalam alifariki akiwa na miaka sitini na tatu Abubakari kadhalika sitini na tatu. Kama sijasahau na Umar Uthman radhiyallahu anhu, yeye alifariki akiwa na miaka themanini na nne. Yeye alipata mazidi. Ina maana ukishafika sitini ni lazima uwe sana mcha Mungu, ndio maana kule kutu utawaona kuna wazee uwezi kumkosa sofa ya kwanza. Kuna adhiniwa saa sita, yeye saa nne na nusu saa tano amechelewa, yuko pale fikri, hatoki msikitini Zuhuri, kadhalika asir, maghrib, isha, wanakuwa wako katika kujisogeza karibu na mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo turejee katika mada yetu, asema kwanza, hadha maudhuun adhimun, hii ni maudhu kubwa kabisa kubwa, wa hatirun, na yenye hatari zaidi. Hatari inapatikana, kuna kitu ambacho kimetutawala katika ulimwengu wetu huu wa leo kinaitwa stress. stress hicho kitu kwa kweli kimetutawala sana. kidogo stress, kidogo ste stress, kidogo stress. Subhanallah, wakati tuko Dar es Salaam, kuna mtu mwetuko nafanya naye kazi katika kiwanja fulani, treni ilikuja treni kama unavyoijua, na namna inavyopiga honi po po, yaani hasikii wala hayupo. Alikuja kushtuka tu, treni imeshamfikia hapa alipo, akaruka kamata kwenye kichuma cha mbele, basi ilimchuna mgongo wote hu, akajitupa kwa pembeni. Treni ha haisimami, sheria ya treni namna ilivyo, wewe ukigongana na treni kama gari au wewe mtu wa miguu unashtakiwa wewe, kwamba umeigonga treni na haisimami. Subhanallah, watu so, alimpeleka mtu hospitali katika hali nzito, lakini bismillah alipona. Kitu kinachoitwa stress na ndicho kinachotuletia shida hapa Ulaya, hicho kitu hicho ndio kinapelekea katika huu hii hatari ambayo tunaizungumzia. Anasema, wakad jaat nususu shariiati lkathirati, zimekuja dalili nyingi kabisa za kisheria ambazo zinazungumzia uhatari, yani zinazungumzia ili suala la kujiua mtu mwenyewe eh. Fi tahrimi katli nafsi, yani kuharamisha mtu kujiua mwenyewe, wa bayani khuturatihi na kubainisha hatari zake namna zilivyo. Tupayeti, ni kwamba, wa annahu katika ambayo tumeandalia wa annahu min kabairi, na hilo ni katika kabairi dhurubi ni katika madhambi makubwa la mtu kujiua, ni ni katika madhambi makubwa. Asema, fima yali katika yale yayayo, sasa al adilla min al kitabi wa sunnati, eh, katika dalili zilizokuja sasa katika Qurani na vilevile sunna. Ukisikia ukiangalia katika suratu Nisaa aya hamsini na tisa aya anasema atiullaha waatiurasul, mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, faintanazatu fi sheii, mkitofautiana katika jambo lolote, faruduhu ilallahi, reeni kwa Mwenyezi Mungu wa rasulihi. Nam, katika sunna za mtume wa Mwenyezi Mungu sasa hapa tunaambiwa kwamba dalili zilizokuja katika kitabu kisikia, min alkitabillahi ni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa sunna ni sunna za Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Asema wa aqwali salafis salih. Ili neno salafis salih kwa namna ambavyo lilivyo sasa hivi, watu wanavyolitumia kuna baadhi ya watu wakisikia tu anaogopa. Hapana, tafsiri yake ni kwamba ni wema waliopita na sisi endapo tutaambatana na aliyofundisha mtume sasalama, tukawa pamoja nayo, basi tutakuwa katika kuingia hii katika kuingia kufuata hizi nyenendo za wema waliopita, na sisi tukalipata jina hili. Allah atujalie tu miongoni mwa watu ambao tutakuwa ni wenye kufuata waliokuja nayo masahaba na mtume swalla Allahu alayhi wasallam, aliokuja nayo na masahaba kwa ujumla. Hasema kwamba kauluhu ta'ala, kauli yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala taktulu anfusakum Msiziue nafsi zenu, yani msijiue wenyewe. Inna llaha inna llaha kana bikum rahima, akisema Mwenyezi hakika Mwenyezi Mungu kwenu ninyi ni amekuwa ni mwenye huruma sana. Mwenyezi Mungu anatuhurumia sana sisi wayewake wake. Inna llaha kana, inna llaha kana bikum rahima, Mwenyezi Mungu anatuhurumia. Hii ni sura Tunisa, utaiangalia ni aya ya ishirini na tisa sasa tukiwa na tauhidi tukazogeza vitabu vizazi vyetu katika hii hali, watajiweka mbali sana na yale ambayo kwamba amekataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna sehemu pale kwa wale watu ambao wanakwenda hapa Brisbane City, kuna sehemu Stones Corner pale. Sasa hivi, alhamdulillah naona serikali wameboresha, wamepandisha, kuna vyuma vyuma wamepandisha mpaka kule juu. Walikuwa wanamuona wana tu mtu anakwenda anakaa uso unabadilika mwekundu, alafu muda sio mrefu wanaruka kutoka kwenye lile daraja mpaka chini. Stress zimemzidi, matatizo yamemzidi nyumbani, matatizo ya familia, matatizo labda ya bills, matatizo matatizo, mpaka mtu anaamua anajimaliza. Sasa hao si katika Waislamu, lakini sisi Waislamu tuna kemeo zito, kwa sababu ukijua kwamba ukijiua mwenyewe uko na kuelekea kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu subhana Subhanahu wa taala, na atakuuliza kutokana na uhai wako. Kwa hiyo ai, yani la yaktulu badhukum badha, dalili ya kwanza amesitoa hapa, asema la yaktulu badhukum badha, ambayo tumeileta kwamba wasiwane watu wa baadhi yenu kwa baadhi yenu, msiwane kama tulivyoashiria Ijumaa iliyopita, kwamba kuna tatizo lolote, kwamba uende ukawatafute waganga wa kienyeji kwa ajili ya kumdhuru mwenzako. Kuna tatizo lolote, labda uchukue simu na piga, bwana fulani, anakuja mshughulikieni, mpigeni, mkomesheni. Kuna tatizo lolote, yani utafute mbinu yoyote ya kumdhuru mtu. Waislamu walipata sifa kubwa sana yalipotokea matatizo yale ya jinai kule Kigali, Rwanda, walipata sifa kubwa sana kwa sababu hawakuingia katika mambo hayo. Watu wengine walikuwa wakikimbizwa, mtu anaonyeshia ameingia humu, wanakwenda wanamtoa, wanamuua. Yule anapata dhambi na wewe vile vile unapata dhambi, kama dalili tuliotoa wiki iliyopita ukimuua mtu mmoja, kana kwamba dhambi zake umeua dunia nzima. E, aya ukiua Ukimponyesha mtu mmoja sababu zake kama umeponyesha ulimwengu mzima. Aya tulizungumzia iko katika Suratul Maida, asema kwamba msiuane wenyewe kwa wenyewe. Dalili ya kwanza amesema, tunasema wala yaktulu wala yaktulu linsanu nafsahu, wala asijiue mwanadamu. Yeye peke yake asijiue kwa tatizo lolote litakalomkabili, hana idhini ya kutoa nafsi yake.

Bidhulmin, anasema kwamba amekataza Mwenyezi Mungu mtu kujiua mwenyewe nafsi yake kwa dhulma. Mwenyezi Mungu amekataza eh. Anasema wa an ihlakiha eh, na kuiangamiza kuihiliki nafsi yake birtikabi ma yujibu, asema birtikabi ma yujibu dhalika kufanya yanayowajibishwa na hilo la kuua. Asema kwamba min dhunubi wal maasi, ni katika madhambi eh? Afa, min, mina dhunubi wal maasi, ni katika madhambi na vile vile ni katika maasi makubwa, kama tunavyoeleza hapa, ni kabairi dhunubi, ni miongoni mwa madhambi makubwa. Asema kwamba hii ni ndivyo alivyofasiri Ibn Abbas na ni Ibn Kathir na Ibn Abbas na Mujahid, ndio kauli yake utaipata, ni katika mjeledi wa kwanza, juzu ya kwanza, katika mjeledi wa kwanza aya na katika juzui Ma, ya mia tano na kumi na sita maelezo alivyoifasiri Ibn Kathir na Ibn Abbas na Mujahid, na kauli yao ni kama hii hii ya Ibn Kathir, asema qawluhu ta'ala kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyotakasika sasa. Anasema kwamba wala taktulu nafsa alati harama Allah bil haqqi, usiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamishwa isipokuwa kwa haki. Katika Uislamu mtu akiua, na yeye vile vile auawe, hiyo ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Lakini katika hizi sheria ambazo tunazoeshi hapa, hautakiwi kufanya hivyo. Uh, wala taktulu nafsu allati harama Allah illa bilhaqi, isipokuwa ile ambayo imehukumua kwamba huyo amefanya hivi auliwe, kutokana na sheria ya Mwenyezi Mungu, mahala ambapo zinasimama sheria za Mwenyezi Mungu, kama tutakavyoona huku chini, yadkhulu fi umumiha, inaingia kwa kuenea uh, aya hii allati yaktuluha, uh, anayeua swahibuha yaani, anayeua swahibuha kwa kuiuangamiza kwa ku, kwa ku mwenyewe, biadihi, kwa kutumia mikono yake. Kuna njia nyingi, mtu kujinyonga, mtu kunyosumu, mtu chochote kile. Tutaona nini Allah alivyotueleza, Mtume sa sa alivyotueleza huku chini katika hadithi, asema fahia nafsun harama llahu katlaha bighairi haqqin, eh, nayo inaingia katika nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamishwa kwamba isiwawe bighayri haqin, isipokuwa kwa haki eh, ameharamishwa isiwawe, isipokuwa kwa haki. Kauluhu taala, kauli yake Mwenyezi Mungu anasema kwamba waman yaktul muminan, atakaye muuwa muumini mutaammidan, eh, kwa kusudi unamuuwa mtu jazauhu jahannama, malipo yako wewe ni jahannamu.

na amekuandalia Mwenyezi Mungu adhabu adhiman kubwa kabisa kwa kufanya kitendo kama hicho cha kujiua. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, msamaha kwa yale ambayo tunayotenda usiku na mchana kwa kujua na kwa kuto kujua. aqulu qawlu hadha astaghfirullah walakum

itakapokuwa hii sasa ni kumuua mtu, kumuua mtu mwingine, asema kwamba faqatlu linsan, asema kwamba faqatlu linsan. Hii faqatlu linsani katika kumuua mwanadamu, linafsihi au kujiua mtu mwenyewe, mimbabi aula fil ithmi, hii ni katika madhambi zaidi. Itakapokuwa labda mtu amemuua mtu, ni dhambi kubwa, lakini ile kujiua mwenyewe sasa inakuwa ni zaidi dhambi zake, kwamba umejiangamiza mwenyewe, utakuwa na ya kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wengi wenye imani hii anajua kwamba mimi nikishajiua hapa tayari kila kitu kimekwisha. Mwenyezi Mungu anasema walabithu fi kafihim thalatha mi'atin sinina wazdadu, walilala umyaka tisa, walilala miaka mia tatu, ahlul kafi Allah kawazidishia tisa. Qala qa'ilu kamlabithtum Mwenyezi Mungu anauliza mlila muda gani? Naambia qalu labitna yawman au badha yau, tumelala siku moja au nusu siku. Watu wamelala miaka mia tatu na tisa, Allah akawafufua. Sasa, kwa hivyo vyote vile, ujue kwamba utafufuliwa na Mwenyezi Mungu, na ukijiua kwa hali yoyote, Subhana wa Taala utaiona, Subhana Allah utaiona adhabu yake huko chini. Asema kwamba wal'uqubati eh, wal'uqubati na adhabu ni kwanza ni, ni, ni kwanza katika, ni, katika, ni madhambi wal uqubatu na madhambi. Asema kwamba thalithan, sehemu ya tatu. Sasa kuja al adhillatu min sunnati nabawiyatin

min jabalin mtu yoyote atakwenda kwenye mlima sasa, asema hapa, nilipofika mimi, wacha sasa ni ruke chini niko hii ya mlima, alafu nijirusha katika kujiua eh. Asema man taradda min jabalin faqatala na nafsuhu, ili apate kujiua mwenyewe, sasa atoweke katika ulimwengu huu. Fikra zake anajua kwamba huko haendi kuonana na Mwenyezi Mungu, ina maana baada ya maisha haya hakuna maisha mengine. Asema kwamba fahuwa fi nari jahannam huyo atakayefanya hivyo atakuwa ni katika watu watakaokaa motoni. Asema kwamba finari jahannam, asema kwamba watakatika watu ambao watakaokaa motoni, fihi, ndani ya moto huo, khalidan watadumu kuna kule kukaa na kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema kwamba kuna baadhi ya watu wasema wataingia, na baadhi ya watu wengine watakaa katika moto katika muda wa kutumikia yale madhambi yao. Baada ya hapo, wataondoshwa wapelekwe peponi. Katika hadithi tulizoziona kwamba mtu atakausha bahari, atageuka njano, tulishapitia hadithi hizo zilizopita. Lakini sasa huyu tunaambiwa kwamba Khalidan atadumu ndani, eh, ya, ya, ya moto baada ya kudumu muhalladan fiha abadan muhalladan daima fiha ndani ya moto huo, abadan hatotoka, tunaambiwa hivyo. Unasikia hii adhabu ya mtu kujiuwa mwenyewe, yaani wewe unajua kabisa wewe ni kuni huko, utakuwa hutoki. Katika kuendelea na hii hadithi asema kwamba wa man tahassa summan, na vilevile atakayekunywa sasa sumu Eh, fakatala nafsahu akajiua kwa kupitia ile sumu. Subhanallah, aendelea kusema fasumuhu fi yadihi yatahasahu, kwamba atakuwa na ile sumu mikononi mwake vile vile yaani anachomwa, atapata adhabu mbili. Huyo wa kwanza ambaye yeye atakuwa amejiua kwa kuruka, atakuwa hivyo hivyo anaruka katika moto wa Jahannam, anaporoboka huko, anaendelea kuungua. Na huyu wa sumu ataendelea kunywa sumu yake huko ndani ya moto wa Jahannam, na vile vile anakunywa sumu na ile sumu bado ana, anapata na adhabu ya moto, atakuwa na adhabu mbili kwa wakati mmoja eh? Atakuwa na sumu yake, fiadhi katika mikono yake yata yatahasahu fi nari Jahannam eh, ile simu ameshika kwenye mikono yake, anaendelea kuitumia katika ile ule ile mfano kwa namna ambavyo alivyoua. Alafu anaendelea kusema kwamba halidan, vilevile huyu atadumu eh, mukhalladan daima fiha abadan, ndani ya moto abadan, hatotoka. Kwa hiyo hii ni dhambi ambayo kwamba tuikemee sana, kwa sababu haya yamekisiri. Asema kwamba wa man katala na nafsahu eh, yeye mwingine sasa atakayejiua tena eh, na chuma, chuma, na na na kisu bihadidatin, kwa kutumia chuma, atakuwa na kile chuma chake katika mikono yake anakishikilia huku anaungua na kile chuma anakishikilia. Hadithi endelea kusema kwamba ya jaa biha fi butunihi fi nari jahanam, yaani watakuwa namburuza sasa na kile chuma, kuburuza hizi sehemu za tumbo, ndio itakuwa adhabu yake, kwa sababu ile sumu siliingia humo, watakuwa naburuza tumbo yake nabuluzwa mure motoni, anaendelea kupata adhabu ya namna alivyojiua na kile chuma, alafu tena akiwa ndani ya moto anaungua humo, finari jahannam, katika moto wa jahannam, khalidan eh, atadumu humo muhalladan, eh? fiha abadan, eh? atadumu humo min, hatotoka. Kwa hiyo hii ni hadithi kabisa sahihi ambayo rawahu Bukhariyu wa Muslim. Amepokea Imam Bukhari na Muslim. Kwa Imam Bukhari ni hadithi 5778, kwa Imam Muslim ni hadithi namba mia moja na tisa. Kwa hiyo kabla tujaleta maelezo kidogo, ndio kuja kwenye kumalizia hotuba yetu, tugusie katika wanafunzi. Wakati tulienda kule Saudia, kuna tulimsikia katika wanafunzi mmoja alizungumza, lakini ilikuwa katika kanda anazungumza, kwa sababu kule Saudia ukienda kule unaona kule, utaona watu labda wamegombana, watatupiana maneno, huyu yuko huku, yuko hakuna kugusana, kwa sababu ikitokea bahati mbaya, mmegombana, umempiga mtu pabaya, amenyoka hapo, hakuna maelezo hapo, moja kwa moja hukumu ya Mwenyezi Mungu itafanyika na wewe utakwenda ukauawe. Sasa kuna binti mmoja alikuwa anazungumzia, huyo shekhe anasema kwamba huyo binti alitaka kuolewa akamwambia mzazi akabaki na mzazi wake mmoja ambaye ni mama. Akamwambia, nataka kuolewa na fulani na fulani, akasema mimi yule simtaki. Mama akakataa, wakabebana ugomvi, ukawa ni mkali baina ya binti pamoja na na nani na, na mama yake yule, hata ko hata nioa binti. Akaona huyo ananiingizia usiku, akamsubiri amelala ya mama yake, akachukua mtu akaenda, akamkalia, akamshindilia, akamchamfunga vizuri, akamaliza ili apate uhuru aolewe vizuri na yule mtu basi. Serikali ikafuatilia na kila kitu, ikaonekana ka kwamba yule mtu ameuawa kwa kunyonga, na anaoa wanaishi watu wawili na kila kitu. Kumuuliza yule akasema, kweli mimi nilimuua, naona nilimfanyia hivi na hivi, nilimwambia kaka tatu umetofautiana. Sasa anasema kwamba alimpeleka yule mwanamke mahakamani, wakafunga ni mikono miwili nyuma hivi, wakakata kichwa. Ndio hukumu ya Uislamu kule, mwizi akiiba ni lazima watakata mkono kama litakuwa kile alichokiiba kina thamani zaidi. Sasa ndio maana unaonaga kuna adhiniwa, hakuna mtu yoyote eti atakwenda oh nichukua ni, ni kitu ndani ya shop wa wow. Ukidondosha pesa ah, wanakuletea ni sehemu chacha au ni wachacha sana ambao wanafanya mambo kama hayo, lakini alhamdulillah, asema kwamba hadha alhadithu, katika kufafanua maelezo ya ufafanuzi juu ya hii hadithi, asema kwamba min awdahi

Kama tulivyoeleza katika hadithi zetu, ziko hadithi nyingi sana hapa ambapo zimekuja kuonyesha tofauti na namna ambavyo labda watu wanachukulia ni sala la kawaida. Kwa hiyo ni hadithi nyingi sana, inshallah tutazimalizia hizi, alafu tuziangalie na aqwalu asa, as-salaf as-salih namna walivyokuja kuzungumzia ubaya na kukumea hichi kitu ambacho kimekithiri, labda mtu imetokea mpira tu timia, akimfungwa anajimaliza, amepatwa na stress labda chochote. Inshallah tutaona ufafanuzi zaidi ambao umekuja kutokana na hii hali au hii mada ambayo tunaendelea nayo ya mtu kujiua mwenyewe. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi

Tunakuomba ya Mwenyezi Mungu viongozi vizazi vyetu viweze kupigania la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Mwenyezi Mungu tunakuomba utufanyie wepesi katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera, tunakuomba ya Mwenyezi Mungu kila ambaye ana matatizo, ya Mwenyezi Mungu mtatulie matatizo yake kila ambaye ana shida yoyote ya aina yoyote ya Rabbana alamina, mtilie wepesi na umkidhie haja yake ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe kauli thabiti hapa duniani na kesho akhera. Kabla hatujafariki tuweze kutamka, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah